Familia ama ukitaka kustawisha jamii basi stawisha familia. Siku ya leo tunapoadhimisha siku ya leo tukumbuke kwa malezi ni mtoto anapolelewa vizuri, tunaandaa jamii iliyo bora kwa ajili yetu wenyewe na si kwa ajili ya mtu mwingine. Wito wa serikali kwa wanandoa wote kuwa na muda wa kutosha wa kujadiliana changamoto tulizonazo, na hasa changamoto hizo watoto wala hawapaswi kujua tuyamaliza wenyewe unajua watoto hao wamekuja sisi tulikuwepo kabla sio jamani kwa nini wakati tunagombana unataka na waowe sehemu ya mjadala wakati natakutana kwani walikuwepo? Umeudhiwa na mama muite mama mzungumze mama tuyamalize mkitoka nje pale kaa na plastic smile kaanaa sikujua haya mambo ya kwenda baba una ushtaki kwa mambo kwa watoto kwa mama kwa watoto, matokeo yake ni kwamba watoto wale na wao wanajenga ukuaji wenye chuki miongoni, wa kutaka kusema mambo ya ndani badala ya nje. Kuyamaliza huko ndani, watoto wabaki na amani kwenye maisha yao, mwone raha wazazi kwamba baada ya miaka fulani mnamwozesha mtoto wenu anaenda kujitegemea, na yeye anabeba ubalozi wa namna mlivyomlea kwenye familia. ni kwamba migogoro ya ndoa tuliyoipokea kwa mwaka huu mmoja tu 24, 25 ni migogoro mia tisa themanini. Kwa hiyo inaashiria kwamba bado changamoto na migogoro ya ndoa ina madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto, kwa sababu tunao watoto wengi wa mitaani na tuliwaita siku moja watoto kama elfu moja hapa wa mitaani, tukataka kufanya research kwa nini wako mtaani. Moja kati ya sababu na tulikula nao futari moja kati ya waliokuwa wakieleza wanasema ni kwa sababu ya migogoro ya ndoa ya familia zao, kwa hiyo wakaamua kuingia mitaani na kukimbia familia zao. ya kukuza eneo la smart malezi kutumia tehama katika kukuza katika masuala ya malezi, na hii ni kwa pande zote, kwa wazazi walezi, lakini pia kwa watoto. La nne, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini na za kimila ili kuhakikisha kwamba tunaimarisha rasi masuala ya malezi makuzi kwa kuzingatia tamaduni zetu zilizochanya, na zile ambazo ni hatarishi, basi tunaachana nazo. Pia mheshimiwa mgeni rasmi, itasaidia pia katika kuwalea vijana balee, lakini pia kuwaandaa vijana wanaotaka kuanzisha familia katika kuweka usalama kwa watoto wadogo kuanzia miaka sifuri mpaka miaka nane kwa sababu ni watoto wanaohitaji ushirikiano wa wazazi kwa make sure kwamba wanaishi katika mazingira salama, wapate elimu bora na vitu vingine vingi. Itabidi, itabidi tu, tukae karibu na watoto wetu, tuwafundishe ukweli wa dunia ilivyo sasa, kwamba dunia yetu ya sasa ni, ni dunia ambayo inaenda kwa mfumo wa globalization, yani utandawazi. Kwa hiyo unabidi tuwaweke wazi kuhusiana na A, kuhusiana na elimu ya jinsia hasa kwa watoto wa kike, kwa sababu watoto wa kike ni watoto wanaopata athari kubwa. Wazazi tusiweze kuwasimulia mabaya ya watoto wetu, kama tumegombana baba na mama, tuweze kuhakikisha kusema kwamba hili tunaliweka katika, tunalimaliza tatizo mapema kuliko mtu mwingine anavyofanya katika jamii zinazoendelea lakini pia tunaona kwamba chanzo kikubwa cha migogoro katika familia kuto elewana. Ina maana mtoto akikosa upendo nyumbani atakwenda kuutafuta wapi? Mtaani. Na hicho ndicho kikubwa ambacho tunaona kusema kwamba katika majiji makubwa watoto wengi wanakwenda nyumbani. Na mkuu wa mkoa wa Mwanza ametuasa pia, anasema kwamba wafanyakazi ndio chanzo kikubwa, tusisahau majukumu la msingi ambalo ni familia kusema kwamba tunapofanya kazi za serikali, tunapofanya kazi za uzalishaji mali tuweze kuangalia kuweka hazina ya kuweza kuepuka ule upweke wakati wa utu uzima.